Assalamu alaykum wa rahmatullahi, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani ya hapa tukiwa makaburini Marach, Busia County, na haya ni makaburi kama unavyoyaona, na tuko mpakani mwa Uganda, na kama unavyosikia miziki ni miziki. Leo ni Jumapili ni siku ya ibada ya ndugu zetu wasiokuwa Waislamu. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, makaburi haya ukiangalia pembeni hapa pamelimwa na wakazi wa hapa, sasa hatujui ruhsa hizo walipata wapi kwa serikali walipata kwa viongozi walipata kwa viongozi wengine. Tutazungumza na vijana hapa tuweze kujua hasa makaburi mbona yalimwe hapa na ni mali ya umma ya Kiislamu. Kwa hiyo unganami al ustadh Zamil alfarshi katika haya yote, e, maka, makala ya makaburini. Tutazungumza na vijana hapa ambao kwamba wana uchungu na ghadhabu kwa kuona jambo hili limewezwa kulimwa makaburini, usafi katika haya ya makaburi, lakini leo cha ajabu na kusitisha kwamba ni haya na makaburi haya yameingia watu na wameanza kulima. Unaweza ukaangalia upande huu kama alivyokuonyesha, makaburi haya yamewezwa kulima na wakazi wa hapa. Hatujui sasa hiyo ruhusa waliopata ya kulima katika eneo hili la makaburi, walipata kwa Waislamu, walipata kwa viongozi wa serikali, au walipata sehemu gani? Vijana yani wamekuwa na ghadhabu kuona nguvu zao, kazi za kufanya usafi makaburi haya ya Kiislamu, na watu wanakuja nyuma yao na kufanya yao kama haya ya kulima hapa. Tutazungumza na kijana ambaye kwamba ni mmojawapo wa vijana wa Kiislamu amba kwamba walishirikiana wenzao kufanya usafi katika haya makaburi na baadaye makaburi haya kulimwa, kulimwa na kutaka kupandwa mazao. Tutazungumza naye tufahamu jina lake. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi taala wa barakatu. Vipi hali yako? Salama salama, salama kabisa kabisa. Sauti kidogo. unaitwa nani? Haruna Elias. Nafikiri wewe ni miongoni mwa vijana ambao kwamba mliofanya usafi katika makaburi haya, kwa sababu makaburi haya ilikuwa ni msitu hapo nyuma, na sasa baada ya kufanya usafi tunaona watu ambao wasiojulikana pengine ni watu ambao wanajulikana wameweza kuja makaburini hapa na kulima na kutaka kupanda mazao yao, ni mahindi pengine au ni vipi? Ili swala kwako linakaaje? Ni chungu kabisa kwa kufanya, kutumia nguvu yetu kufanya usafi katika makaburi na tumekuja kitu kama wiki moja nyuma tukapate milimo. Na tukianza kuulizia nani amelima, tunasikianga tu mama mama Juma. Sasa tujui mama Juma huyo nani, alipewa ruhusa ya kulima na tujui amepewa na nani. Na tukifuatilia mama Juma, tunasikia ni, ni jirani ya eneo hili. Sasa sisi hatujampata na tujamuongelesha. Sasa tunangoja siku atakuja kupanda ndo tujue ni nani alimuelekeza kulima. Tabu kuna hadi mti tulikuwa tumeli tumepanda mamiti ndogo ndogo zimekatwa zote. Kuna juzi tulitafuta mipaka tuka tujue mpaka yetu ni kiasi gani tukaita mostadi wakakataa kuja, lakini kuna bahati mzuri ama bahati mbaya, kuna liguru eneo hii assistant chief na manyumba kumi wakakuja wakatusaidia wakatuonyesha mipaka. Mipaka hiyo ikakuwa tuweke tuweke kenye inatuonyesha ni mpaka yetu. Sasa kwa hiyo muda tu kuwa na tumekuwa na shughuli fulani. Sasa tujakuja sisi kukuja tumepata mama amelima hadi mipaka tumeonesha. Sasa imeturudisha tena step zero tena, tutafuta hawa watu watusaidie kutuonyesha mpaka ya saidi, saidi moja, sababu inasemekana tumepakana na shule. Kuna shule hapa mjini primary school, na sisi pia makaburini huko. Sasa tumepakana na wamelima, sasa mpaka zimepotea. Sasa huyu uh, mama atujui ye lengo yake ni gani, sababu ambapo tumeshafika tumetumia nguvu yetu. Afadhali hata angeuliza wenye wako wapi na tatizo ni gani, mbona mmefika kwenye. Apana, shamba langu shamba shamba hivi tumepewa. Sasa sisi leo, sisi sasa yes, leo yeye tuwambih nani poti, h hiyo opportunity ya kulima na kuingia katika makaburini na kuingia katika kwenye mpaka kaguzwo sasa mpaka imechanganyikiwa. Tumekuja leo pia, kama kawaida venye tunakujanga, watu wameshtuka, tunashindwa tatizo iko wapi. Na ukiangalia sasa, hii ruhusa ya vijana kufeka mak makaburi haya, pengine kufanya usafi makaburi haya, kuna makubaliano pengine na viongozi, mlikubaliana kwamba mufike hapa ni eneo lenu, au ninyi tu mliingia na kwanza kufeka? Hakuna hakuna, utaratibu tulifuata utaratibu, mwenye sisi tulifuata tulijua hapa kuna mababu zetu, mama zetu, mandugu zetu, madada zetu, ndio kwa maana tukasema watakaa kwa uchafu, kwa giza, na sisi tuko bado hai, na sisi pia tutawekwa hapa. Ndio kwa sababu tulisema wacha tufanye usafi, kila Jumapili tufanye usafi, at least hata wenzetu wa Kristo wakiona, wanaona wale watu at least watiao wako sehemu sehemu sa kama ndugu zetu hapa tunaonanga wanaweka jirani, ni majirani zetu by the way, ukienda hapa hata hapo sahii ukiangalia, ni msituni tu, ni kichaka lakini wakipata msiba wanatoa pesa, wanafyekafyeka tu sehemu ndogo tu, wanazika. Lakini sisi yetu atle, alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametusaidia, ni uwanja kubwa, tunaingarisha tu, ni kungarisha tu, kazi yetu ni kungarisha at least nduguje, unaona pale yenyewe ni makaburi ya Kiislamu. Lakini pia ukiulizia, pengine katika eneo hili la makaburi, pengine mna stakabadhi zozote ambazo kwamba alionyesha ni sehemu yenu pengine ya makaburi ya kuzika watu wenu, ni sehemu yenu pengine ya kufanya usafi, pengine huyu mama pia alijua ni aliju sehemu yenu, au yeye pia ni sehemu yake, kuna stakabadhi yote zinaonyesha kwamba hii sehemu ni za kwenu. Sasa mimi mi mimi ni mdogo, mimi ni mdogo, na ukiangalia umri wangu mdogo kabisa, kuna wakubwa wangu wenye wanaweza kujibu swali kama hiyo na kuna baadhi ya kama mostad wetu pia tumejaribu kuwaulizia, kama wakubwa wetu, hakuna mtu anatupatia wefu. Watu wanatuambia tu makaburi zilinunuliwa, makaburi imenunuliwa. Sasa sehemu hii, ukiulizia sehemu hii, hakuna mwenye anakupea ukweli, na mii ni mdogo, na wati yangu wameziko hapa. Sasa itabidi tume nikubali hapa ni kwetu. Na sasa kuhusu mama kulima hapa, pengine mna uthibitisho kwamba ni sehemu ni ardhi ya kwake, ama ni yeye ameamua kuvamia ardhi yenu? tunaweza tunaweza sema wakati tulikuwa tunaonyeshwa mpaka mpaka place na huyo mama amelima yote, iko pati yetu sababu nakwambia kulikuwa na assistant chief, kulikuwa na liguru area, kulikuwa na manyumba kumi na paka place. Huyo mama amelima ame huko yote paka amepitisha penye tulionyeshwa. Sasa kumaanisha, tuko tuko tuko na hakika hii sehemu ni ya kwetu, sababu assistant chief angekuja kutuambia hii kuanzia hapa paka hapa, hapa ndo mwisho wenu ama ligurua angesema kuanzia hapo hadi hapa, na mwisho eh, ndio kwa maana tuko na hakika. Place huyu mama amelima, amelima sehemu yetu. pengine mshamtafuta huyu mama, mkazungumza naye, hapa ni vipi? bado tujamtafuta. ni yeye mwenyewe atumie akili kama mtu mkubwa, aone kweli hao watu walikuwa washafyeka hapa, na yeye amekuja akalima na akapitisha. Sasa inafaa tu tuta, yenda tutafute, eh yenda, anafaa tutafuta tuambie, nilifanya makosa, nililima bila kuwaeleza ama nilikuwa nalimanga kila siku, lakini saa hii kuna taratibu mwenye inafaa hapa ikue. Pengine sasa mama anasema anawatafuta. Je, mna ofisi? pengine anawatafuta, mnapatikana. mna sehemu gani mpaka kuwatafuta? kututafuta kwetu ni kwa kuwede, msikiti. Hatuna ofisi mwenye tunasema kwa saa hii, lakini insha Allah Mwenyezi Mungu akisaidia, hivi karibuni tunaenda kutafuta ofisi. aone kama itakuwa changamoto ama kuwapata kwa msikiti, kwa sababu msikiti ni mingi Busia. unaraja nyinyi kumtafuta mama, sisi kumtafuta sio issue. Yeye ndo anafaa ta Vijana wake tuna swali na kuna msikiti hapa 48. Vijana wake wanaswali swali 48. Ni mama ambaye anafahamika. Ni mama ana, ana, anafahamika vizuri sana. Aso vijana wake wanafahamika. Asante sana. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru eh, Ya Imani. Huyu ni kijana na ameleza mengi kuhusu haya makaburi, e, eh, swala nzima la kulimwa haya makaburi. Na ni uchungu mkubwa kabisa ukiangalia wameweza kuchukua vijana juu kila Jumapili wamewacha shughuli zao, wamewacha kazi zao, wamewacha familia yao kuja kufanya usafi katika haya makaburi. Lakini cha ajabu na cha kusikitisha kwamba kuna watu nyuma baada ya si siku wakaja na kuanza kuwa, kulima eneo hili. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na pengine ana jambo moja amba ambayo amelisahau pengine tuamsikiza pia na lipi ambayo kwamba la kuzungumza. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatu. Wa alaykum salaam. Mimi hii nayo napeleka kwa Uislamu wenye wako na uwezo, tunaomba watusaidie sisi hatuna hiyo uwezo si Ida, ni nguvu tu ndo tuko nayo, ile ya kusaidia kidogo kidogo. Sisi tunaomba wenye wanaweza tusaidia, aidha ni kokoto ama mchanga. Tuko tunataka tuweke maximum, wenye tunajua mpaka yetu ni gani. Tunataka tu kuweka beacon kwa mpaka zetu hizo tu, ndo kwa maana sisi tunaomba aidha ni mchanga ama ni kokoto. Mwenye ana uwezo atatafuta tu juma na anampatia sisi, tutashukuru kama Uislamu na tuendelee, na sisi tutaendelea kufanya usafi. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru ya Imani, nafikiri umeweza kusikia hayo ambayo kwamba naomba kupitia support kupitia kwenu, ni Muislamu au sio Muislamu, anaomba support yenu ya kokoto, michanga au simiti na baadhi ya vifaa vya kujengea, ni hapa makaburini Marach Busia County, na vijana wakilalamikia makaburi haya kuweza kulimwa. Ni mimi wako Zamil Alfarshi katika TV ya kupendwa Zamil TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ila liqa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatu mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kama unavyoona nyuma yangu ni vijana wanaendelea kufyeka ikiwepo pamoja na chamba na vijana na vijana ambaye kwamba na tutazungumza naye, lakini kwa bahati mbaya au bahati nzuri amekataa kuzungumza na swala nzima hili la makaburi hapa kuweza kulimwa, na yeye kama kiongozi wa vijana ameweza kukataa kuzungumza. Kitu tumezungumza na baadhi ya vijana nafikiri mmeweza kusikia, lakini pia ukitaka kufahamu mengi kama chama na vijana mnaweza kumtafuta ni Juma, anapatikana e, pale Swafaa msikitini pale Masjid Swafaa, mnaweza mkamtafuta mkajua mengi insha allah. Ni mimi wako Zamil Alfarshi katika TV yako pendwa Zamil TV Nuru ya Imani, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.